kampeni za kusaka kura katika wadi ya Chwele Kabuchai, kaunti ya Bungoma zinaendelea kushika kasi, huku ikiwa imesalia takribani majuma mawili kabla ya uchaguzi ulioratibiwa kufanyika eneo hilo. Mbe. Mbe. Mbe. Mbe. Mbe. kiongozi wa chama cha Ford Kenya ambaye pia ni spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameendelea kuwarai viongozi na wakazi wa eneo hilo kushirikiana kwa pamoja ili kumpa ushindi mwaniaji wa chama hicho Vincent Maunda ushindi. hey! Viongozi wetu wote wakiongozi na wawakilishi wadi, wabunge na gavana Kenneth Lusaka watagawana, kila mmoja atasimamia kituo kimoja cha ja kupigia kura, wabunge watasimamia vituo vitano kila mmoja, huku gavana akiongoza shughuli hiyo. Tunawataka watembee eneo hilo tuweke vifua vyetu mbele, tuone watakao shinda. baadhi wa yeah, yeah, ya wanachama wa Ford Kenya wana imani kuwa mgombea wao ataibuka na ushindi siku ya uchaguzi. I am very sure, hii kiti itachukuliwa na candidate wa Ford Kenya, na nahakikishia viongozi wangu wa chama, mimi kama Vincent Wekesa Maunda nitaenda katika utaratibu uliowekwa katika chama chetu cha Ford Kenya. Na sisi kama vijana wa Chwele tutasimama kidete kwa usanjari wa kutoa uongozi wa kiti cha MCA kwa mheshimiwa Vincent Wekesa Maunda parliament. Kwa upande mwingine, mgombea huru Eric Wekesa anayepigiwa upatu na mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga. Anazidi kutoa wito kwa kuwepo amani na kufanya siasa za heshima. <laughs> Hayo ya kijiri chama cha Ford Kenya kinatarajiwa kukumbwa na mawimbi makali ya kisiasa baada ya mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga kudai kuwa yuko mbioni kukiongoza chama hicho. Hata hivyo, upinzani mkali unaonekana kumsubiri Majimbo, huku wafuasi wa chama hicho wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Bungoma Wafula wa Koli wakidai kuwa watakabiliana na yeyote mwenye nia ya kulemaza Ford Kenya. Unapokaidi msimamo wa chama, wewe sio rafiki yetu. Tutapambana, yes. Na wewe jicho kwa jicho. Yes. Chwele Kabuchai inayopatikana katika eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma imeonekana kuwa kivutio cha wengi, huku ushindani mkali baina ya kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula na mbunge wa Majimbo Kalasinga ukidhihirika wazi wakati wa kampeni ya uchaguzi. Nikiripotia kiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Adira, Aruninga, Tandao. jina langu ni Felix Wanjala.